Vilio na majonzi vimetawala hapa, ambapo ni nyumbani kwa mzazi wa marehemu anayedaiwa kuuawa na mnunuzi wa biashara ya madini. Kulikoni? Ni swali ambalo ndugu anajiuliza tokea wapate taarifa ya msiba wa ndugu yao. Amefanywa ukatili wa kuuawa kwa kuvunjwa kuvunjwa mgongo, kupigwa chuma sehemu za sehemu za kifuani sehemu za tumboni zote zilikuwa zimeshatobolewa. imedaiwa kuwa taarifa za mwili wa ndugu yao huyo kufikishwa kwenye eneo la chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya manispaa ya Mpanda limewashangaza wasijue nini cha kufanya, maana mtu unapokuta amekumbana na adha yoyote kwenye tukio lolote lazima uombe serikali ya mtaa ikusaidie au ufanye jukumu la kuomba polisi ikusaidie. Mimi naomba serikali tushughulikie, itusaidie huyo mtu aliyefanya kitendo hiki akamatwe. Kilio cha ndugu hawa ni kwa serikali, wakidai haki itendeke kwa ndugu yao ambaye anasadikika kuuawa. Nina machungu sana kuona mdogo wangu anapotea kwa ajili ya shilingi laki tatu na elfu hamsini. Kama taifa hili kweli, nina uchungu na watu wake, na mimi natamka zaidi kwa sasa hivi, endapo kufikia kesho sitakuwa nimeona Bwana Roba amekamatwa, jeshi la polisi na mwenyekiti wa mtaa wa Magula watawajibika kuzika mwili huo. Maana tegemeo langu alikuwa ni yeye, ameniachia watoto watatu, sina msaada wowote. Hata hivyo, katibu wa serikali ya kijiji cha Magula ambapo tukio hilo la mauaji linadaiwa kutokea amesimulia namna alivyoipata taarifa hiyo. Mwenyekiti amenipigia simu nikimbie sehemu husika, niende nikakuta na yule bwana ambaye ndio mwenye ile eneo, naye alivyofika ndio kufika naye kumchukua yule mpigwaji, kumweka kwenye gari, kumkimbiza. Mimi niliamini kama ni mzima yule kijana, mimi sikumshuhudia, kwa sababu alikuwa kwenye gari, na wakati ananiambia wanamkimbiza, alikuwa hatua kama ishirini na mimi niko ishirini, tunaongea yeye yuko kule kwenye gari, kwamba tumewasiliana na mwenyekiti ndio nampeleka kituo cha polisi. Imedaiwa kuwa mwili wa marehemu umeendelea kuhifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti kilichopo hospitali ya manispaa ya Mpanda hapa mkoani Katavi, huku ndugu akiendelea kuwa na msimamo wa kutokumzika ndugu yao mpaka pale jeshi la polisi la hapa mkoani Katavi litakavyoweza kumtia nguvuni mhalifu. Mwanaidi Waziri, Azam News. <tune>